Usalama ndani ya tarafani Fizi inazorota kidogo. E, munajua ya kwamba tarehe makumi mbili na ine e, siku ya posho e, kati ya kijiji ya misisi e, kijiji e, ya lulimba mugrupma ya basikasilo musekte ya nganja kulikuwa masasi kulia sana e, kati ya marumbano e, ndani ya vikundi ya wazalendo kikundi ya CNPSC pamoja na kikunji ya wa ancien combattant FPL kupikanisha kikunji ya ngoma nzito ya FABB. Tunasikia kwamba kuna watu ine walifariki kungambo ya FABB ya ngoma nzito, na kuna maposition wala mabarier zabo zililunguziwa na ingine ma vikundi e. Hii hali ilituma wakaji wakimbie, wakaji wapoteza mavitu, na watu wabakie nyumbani. Kwa kusikia uh, kinini ijapo uh, endelea kwa sababu watu walikuwa panike uh, na masasi ya uh, kulia sana mu sekte ya Lulenge uh, precisement mukijiji ya Kilembwe mugrupema ya Bashimimbi uh, kulikuwa tena masasi ya kulia sana jana uh, tarehe makumi ine uh, siku ya posho uh, musekte ya Lulenge e kati ya kikundi ya wa autodefense e, na kikundi ya fabebe ya ngoma nzito. Tatizo ni kusema ya kwamba wakati fabebe walishusha mangombe zao hawakupenda walipishiwe na autodefense, wakaanza pikana disasi, watu wakakimbia. Kuna kijana moja alilumia me meaiko grave iko hai Tunasema uh, kwa uh, mimi kiongozi wa atarafani Fizi eh, Kalondji Badibanga Sami eh, na tosha eh, pole zangu kwa uh, wazalendo wa fabebengo mazito waliopoteza uh, waelema wao ine eh, pole kwa familia ya nduku mwenye alilumia uh, mu sekta ya Lulenge, Kilembwe. E, tunatosha ujumbe ya amani, tunaomba wa ndugu zetu e, wazalendo wa tarafani Fizi wa kukue pamoja, kushirikiane na kushauriane na kuangalia mbele. Rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anawaita waero kwa sababu mlisimama imara ya kukumbanisha uvamizi wa nchi Rwanda, kupitia e, wa baraka zake wa M23 wa kuvamia nchi yetu ya Rwanda, mweye mkashimama imara Mukasema hatutaki nchi yetu ikabuliwe, hatutaki nchi yetu ivamiwe na Wanyarwanda wa M23. Lakini leo tuko na tumatumaini ya kwamba ujumbe ya rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi aliyotubia mweye wa Zalendo ilifuatiliwa na mweye, mukashika silaha ya kudefendre la patrie, kudefendre nchi yetu. Tunawaomba kwa kukwe pamoja tunaoomba wa kushirikane kutumika pamoja kwa amani ndani ya tarafani Fizi. Tarafani Fizi ilisumbuka sana tangia 1964, vita ya Mulele 1989, vita ya Wabembe wa Buyu 1996, vita ya AFDL wakati Kabila mzee alileta Wanyarwanda eh, 97 vita ya RCD 2012, vita ya RCD vita yani ya Uh, spd eh, mpaka leo M23 kama ni ya tatu ya ine tarafani Fizi iko na makumu na matatizo. Na ndio maana, tarafani Fizi ilibakilia nyuma, kwa sababu ile wakati yote ilikuwa ni vita kwa vita, juma kujuma, mwezi kumwezi, miaka kumiaka. Leo tunapenda amani, tushimama sisi bote pamoja na raia wetu ya kukumbanisha mwenye Rwanda wa M23 mwenye kupenda kuvamia nchi yetu kisi E, ujumbe ya rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ilivyo osema, tunaomba amani tunaomba uh, kwa wandugu zangu wote wenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, wandugu zangu wote wa makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi baishi kwa amani kwa upendo, kwa sababu bila amani hatuwezi atuwezi tengeneza kitu bila amani na upendo na upendo hatuwezi e, endelesha tarafani yetu la Fizi bila amani na upendo tutabaki nyuma na njo maana makabila zote za zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, muishi kwa amani, tutumike kwa amani, tupendane kwa amani, na tuendeleshe tarafani fizi yetu. Asante sana.